Katika kuhakikisha huduma ya chakula shuleni na kuwa endelevu na kutoa nafasi kwa mwanafunzi kusoma na kuelewa vizuri, kampuni ya ununuzi wa tumbaku nchini Tanzania Mkwawa imekuja na mpango maalum, ambapo kwa kuanzia inatekeleza mradi huu katika shule ya msingi Usunga wilaya ya Sikonge mkoani Tabora. Sababu ya kuja hapa uh, kwenu waheshimiwa uh, ni kwamba katika utekelezaji wetu moja ya kitu tunachokifanya ni kuzuia utumikishaji wa watoto katika maeneo ya wakulima wetu. Wakulima wetu wanapokuwa wanafanya kazi zao, tunawashauri na tunawahitaji wasitumie watoto katika kazi ya hatarishi, na kazi hizi ya hatarishi zinazofanywa, tumeweka mafunzo yetu kulingana na sheria ya nchi, ni nani anahitaji kuajiriwa na nani hahitaji kuajiriwa kwa umri gani, lakini zile kazi ya hatarishi tumezichambua kulingana na mwongozo wa wizara ya kilimo na kufuatia mwongozo kutoka uh, idara ya kazi ambayo inachambua ni kazi zipi hatarishi. Kuanza kutekelezwa kwa mradi huu ni matokeo ya utafiti wa kina uliofanywa na kampuni hii katika maeneo yanayolimwa tumbaku, ambapo waligundulika kuwa wanafunzi wengi wanaacha shule na kwenda kusaidia kazi shambani au majumbani ili kujipatia chakula cha kujikimu. Kwa nini tunamkuta mtoto shambani? Tukagundua hawa watoto wako kwenye umri wa kusoma na kama wako kwenye umri wa kusoma, maana yake wanatolewa darasani, wanakwenda kusaidia kazi za nyumbani ambazo ni za familia ama, wazazi wanawatoa darasani watoto, wanawapeleka waende wakaajiriwe ili wao wapate kipato, wapate, wapate kipato waweze kuendesha maisha yao. Sasa kumbe, katika shule tunazozifanyia zilizo karibu na mashamba na wakulima wetu wakipata chakula, mtoto anaweza akashinda shuleni na asitoroke, ama wale ambao hawataki wazazi kuwaandikisha watoto shule, wakigundua kwamba kuna chakula, watawapeleka ili wakawe wanakula huko, wanashinda huko na basi sisi siko pamoja unajikuta wale watoto hawapo katika mashamba ya tumbako. Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Sikonge, Selemani Pandawe, anakiri kuwa kufanikiwa kwa mpango huu kutatoa fursa kwa wanafunzi wengi kuvutiwa na masomo na kubaki shuleni kwa muda mrefu kwa ajili ya kujifunza zaidi. mradi wa utoaji wa chakula shuleni, kama tulivyozungumza kwenye kikao chetu cha uzinduzi, tunatarajia utaleta manufaa makubwa kabisa kwa halmashauri lakini pia kwa kijiji na wazazi na wanafunzi wa kijiji cha Usunga. Kwa hiyo wenzetu wa Mkwawa waliona ni vema waanzishe programu ya utoaji wa chakula shuleni kama sehemu ya kivutio cha kupunguza dropout na utoro wa wanafunzi wakiwa saa za masomo na siku za masomo ambazo mara nyingi wanashiriki katika kilimo cha tumbaku. Kwa mtazamo huu, tunaona ni wadau muhimu ambao wanasaidia jukumu la serikali. Kimsingi hili jukumu ni la serikali, lakini serikali haiwezi kufanya mambo yote. Kwa hiyo tunawashukuru wenzetu wa Mkwawa kwa mtazamo huu wa kuisaidia serikali pale ambapo pana mapungufu hayo machache. Kwa ujumla, wito wangu kwa wadau wengine, wadau hao wanaweza wakajifunza kwa Mkwawa kama walivyoanza, au kuna maeneo mengi ambayo yana yana uwezo wa wao kwa nafasi zao kuja kuwasaidia wananchi wa Sikonge. Kwa hiyo nitoe wito niwakaribishe wadau wengine waje tusaidiane kuleta maendeleo katika wilaya yetu ya Sikonge. Imezoeleka kuwa miradi mingi inayoanzishwa katikati ya jamii huanza kwa kasi kubwa na hatimaye hufifia, kukosa mvuto na kufa, lakini kwa upande wa kampuni ya Mkwawa inatoa uhakika juu ya uendelevu wa mradi huu hata baada ya wao kujiondoa katika uwezeshaji wa baadhi ya mahitaji. Uzoefu unatuonyesha miradi mingi inayoletwa na wafadhili wa wakileta pesa kwa asilimia mia moja, pindi muda wao utakapoisha, ile miradi huwa inakufa, kwa sababu wale wazazi au ile jamii inakuwa haina kitu kinachoitwa ownership kwao. Sisi ndani ya kampuni tukaamua kuegemea kwanza kwenye upande wa uendelevu wa mradi wa sustainability, ndipo tuangalie upande mwingine wa utekelezaji. Kwa hiyo huu mradi tunaoleta umekuja na gharama kubwa ambayo gharama ile inahamia upande wa kuhakikisha mradi huu utakuwa endelevu tangia siku inapoanza. Kwenye upande wa uendelevu wa mradi, tukaona nusu ile yenye changamoto ibebwe na shule yenyewe, na nusu ambayo wazazi wana neema ibebwe na wazazi wenyewe. Kwa maana chakula cha mwezi wa saba mpaka mwezi wa kumi na moja kabla ya kufunga shule kinaweza kikakusanywa na wazazi wenyewe, na chakula cha mwezi wa kumi na mbili mpaka kufika mwezi wa sita wakati wa kufunga shule, hicho kitahudumiwa na shule yenyewe. Cha kwanza ni kuhakikisha shule ilime chakula kwenye shamba lake la shule kinachoendana na kulisha kwa hiyo miezi. Sisi tukasema tutawawezesha shule kuwapa pembejeo, kuwapa utaalamu, kwa sababu ndio maana tuna afisa kilimo. Ikaja swala la pili sasa mwaka wa kwanza tutawawezesha na sisi tutawawezesha kwa mwaka mmoja tu. Mwaka wa pili watafanyaje? Inabidi wajitafutie vyanzo vya mapato, na vyanzo vya mapato tulivyokubaliana sisi, ambapo tunaweza tukawasaidia ni kutengeneza bustani ya shule, bustani ambayo itakuwa ina heka mbili, ambayo tutawasaidia kuchimba kisima kitakachotoa maji, tutafunga pampu ya sola itakayokuwa inavuta maji inaweka kwenye tenki, alafu tutakuwafungia drip irrigation system ndani ya hizo weka mbili, ili waweze kulima mboga mboga za humo ndani. Kwa sisi tukaona kwamba hiyo itakuwa ni sehemu ambayo itawasaidia kupata wateja ama kijijini ama kwenda mjini na kuuza, watunze ile pesa sasa itakuja kununua pembejeo wakati wa msimu wa kilimo kwa ajili ya kulilima lile shamba tuliosema la mahindi ambayo litakuwa na chakula. Eneo la tatu tukaona ambayo tutalifanyia kazi ni changamoto ya miundombinu. Tumepita kwenye shule tulizojifunza, tumeona hawana changamoto ya miundombinu, ni pamoja na store ya kuhifadhi sasa yale mahindi yatakayovunwa, lakini pia sio mahindi yatakayovunwa, mahindi ambayo wazazi watachangia katika kile kipindi cha wao kuchangia tumeona kwamba hakuna store kubwa inayoweza kutosha kuhifadhi hayo mahindi. Kwa hiyo sisi tukasema tutachangia na kuweka store walau itakayoweza kuhifadhi katika mazingira yale ya kijijini, sio store kama ya kisasa kama ya huko mjini, walau itakayoweza kutosha katika mazingira yale, na katika store hiyo pia tutaongeza na jiko la kupikia. Sababu shule tulizoziona tumeona hazina majiko, kwa hiyo kitu cha nne kitakuwa ni jiko ambalo ndani yake tutafunga vitu vya vifaa vya kupikia vitakavyowafanikisha na kupunguza matumizi ya kuni. Wataalamu wanajua uongezaji wa matumizi ya miti kama mama yetu anavyo anavyosisitiza. Kwa jambo la tano, tukasema sasa watoto wakisha shiba na tayari hivyo vitu vyote vipo, siwakitatoka sanani, watarudi nyumbani, nini kinachojitokeza? Tukaona tuongeze aa, vile viwanja vyao tuviboreshe vya michezo. Kwa hiyo kama kuna uwanja hauna goli la mpira, tutaweka zile posti, kama ni za miti za kulingana na hali ya kijiji, kwa sababu hatutaki kitu kiwe complicated sana. Tutahakikisha tu tunaboresha magoli yanakuwepo, labda kama ni ya netball, kama ni magoli ya zile bomba tu zile, ili watoto waweze kucheza. Kwa hiyo mwalimu wa michezo naye atakuwa na kazi ya kuhakikisha kwa kwamba watoto wale wanacheza, lakini mbali zaidi tukaenda na michezo ya ndani kwa ajili ya inclusion. Kuna watoto waweze kucheza wanaweza kuimba, kuna watoto wanaweza kufanya debate, wanaweza kufanya nini. Kwa hiyo tukaona kwamba kuwepo na kakitu kadogo ambacho katamfanya mtoto tu awe busy akila awe busy pale shuleni na kwa mwalimu, afisa elimu wetu anataka ufaulu. Kwa hiyo ana hakika kwamba darasa la 4 na darasa la saba kwa mwaka hiyo inayokuja ndio darasa la sita, tuna uhakika watabaki shuleni, kwa sababu chakula kipo. Akisema kuna remedial program, watabaki shuleni na wataendelea kujisomea ili kuweza kupata ufaulu mzuri kwa mwaka huu na tukafanikiwa kuinua ufaulu wa shule zetu na wilaya ya Sikonge katika shule ambayo itakuwa na huo mradi. Mpango huu unaonekana kupokewa kwa mikono miwili na viongozi wa serikali hapa wilaya ya Sikonge. Sasa mmekuja na huu mradi, mradi kwa kweli ni mzuri sana, ni mradi ambao kwanza kabisa utafanya watoto wetu wapate lishe bora na moja ya sababu ambazo zimekuwa zikitajwa katika wilaya yetu ya kufeli kitaaluma ni kwamba shule baadhi ya shule zimekuwa zitoe chakula cha mchana kwa wanafunzi, lakini kwa kufanya hivyo, kija na huu mpango, maana yake shule itaweza kupata chakula, kwa maana wanafunzi wataweza kupata chakula na hivyo kuzuia masuala mzima ya utoro, lakini kuongeza usikivu, lakini hali kadhalika lishe itakuwa ni bora, inamfanya mwanafunzi aweze kupata elimu anahitaji kuipata hapa. Kilichobaki sasa kwa tukianza kwa, kwa, na hii pilot area ambayo pilot school ambayo ni Usunga shule msingi eh, mimi kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa wilaya na kwa niaba yangu mwenyewe niwahakikishieni na kwa kushirikiana na mkurugenzi na wataalamu wa kuhakikishieni kwamba ile shule tutaifanya kweli kuwa pilot area, ili kila kitu kiende zaidi ya asilimia mia moja kwamba tutafanya kila kitu, ili maeneo mengine pia waweze kupata hata kwa kusikia tu, wakisikia kwamba kuna shule fulani inafanya hivi basi hata wao waweze kuingiwa na hamu eh, ya kuweza kuwa na miradi miradi kama hiyo. Na hata baada ya hapo sasa sisi jukumu letu sasa itakuwa ni, ni, ni tunze hiyo miundombinu ambayo itakuwa imeandaliwa ili iweze kuwasaidia wengi zaidi. Mmetoa ahadi kwamba baada ya hapo kutakuwa na maeneo mengine ambayo yatakayofuata. Sisi kama wilaya tutaweka mazingira yaliyo bora kuhakikisha kwamba hayo yote ambayo mna plani kuyafanya kwenye shule zingine au kwenye maeneo mengine basi mazingira yatakuwa bora ya kuhakikisha kwamba hii plani au mpango unaweza kuwa sustainable. Kama ilivyotanguliwa kusema hapo awali, utekelezaji wa mradi huu inahitajika eneo la kutosha ambalo litakuwa na uwezo wa kufanya uzalishaji katika kipindi chote cha mwaka, na hapa mwalimu mkuu wa shule hii anatoa uhakika wa upatikanaji wa eneo kwa ajili ya uanzishwaji wa mradi huu. Eneo hili kama lilivyo limegawiwa sehemu mbili mwanzo wake nadhani ni hapo yanapoishia yale mahindi, tunakwenda huku mpaka mwisho kabisa, usawa vile vyo nyuma ya vile vyo kule, wananchi amekaa pale, huko ndo mwisho ambapo eneo la bustani litakapoishia na kwenda huku mpaka kwa mwisho mpaka wa shule. Kwa hili ndio eneo ambalo litachimbwa kisima kwa ajili ya maji, lakini ndio eneo ambalo litakalotumika kwa ajili ya kilimo cha bustani kwa ajili ya kuendelesha mradi mla, na kwa ajili ya matumizi mengine madogo madogo ambayo yataendelea kutumika mahali hapa shuleni. Maana yake eneo hili sasa litakuwa na sehemu mbili: upande wa kwanza ni mbogamboga kwa ajili ya lisha ya wanafunzi, na upande wa pili ni mbogamboga na matunda kwa ajili ya biashara. Nitoe rai na angalizo, kipindi tunapanga miundombinu yetu, tunahitajika kuipanga kwa ustaarabu kidogo, tukizingatia kuna majengo ya nyumba za walimu ambayo tunaweza tukaja kuyaongeza na tulisha propose kuyaweka upande wa huku basi tuweze kuangalia ni namna gani eneo letu tutalitumia vizuri zaidi, lakini kwa kulitumia ili eneo usawa huu linaweza kutumika, halina shida yoyote. Baada ya kukagua eneo hili, ufafanuzi unatolewa kuhusiana na ukubwa na uwezo wa ghala la kuhifadhia nafaka zitakazokuwa zinazalishwa mahali hapa. Tunatumia utaratibu wetu wa kawaida, sio kwamba tunaweza tukatumia viwango fulani ambavyo vilikuwa vimesitiwa kwa ajili ya kupata ile nanii Structure. Kwa mfano mara nyingi sisi tunaangalia kwanza na idadi ya wanafunzi ambao wako shuleni na ni kiasi gani cha chakula ambacho kinaweza kupatikana kwa, kwa wakati kwa, kuweza kukitunza katika store hiyo. Kwa sababu huwezi kupata store bila kuweza kujua nitachukua store ambayo inatunza chakula cha kiasi gani. Kwa mfano kuna maeneo yana wanafunzi 400. Unaweza kukuta store ile inachukua a magunia thelathini idadi ya wanafunzi waliopo shuleni. Lakini kuna maeneo yana wanafunzi mia nane. Huwezi kutumia tena ile ile store ya wanafunzi mia nne ukaanza kutumia kwenye sehemu ambayo ina wanafunzi mia nane. Kwa hiyo ndio maana tukasema ni store ambayo inaweza kukidhi mahitaji ya nini, ya shule kwa ajili ya kupata sehemu ya kutunza kile chakula. Huenda hii ilikuwa ndoto ya muda mrefu kwa wanafunzi hawa, kwani kukamilika kwa mradi huu kutawafanya waimariki katika stadi za kazi, lakini pia kuwa na uhakika wa chakula katika kipindi chote cha masomo wawapo shuleni. naitwa Hasini, nasoma darasa la saba. Sisi na kikundi cha Bright tunafanya kazi ya kumagilia na kuchuma mboga, kuuza na zingine tunakula. taasisi kwa jina naitwa Lucia, mimi nasoma darasa la saba Kwenye shule yetu tuna kikundi kinachoitwa Blight. Kwenye kikundi hicho, huwa tunalima, tunapalilia, tunamwagilia na tunavuna. Udongo ina maana eneo linafaa, ila isipokuwa kwa vile tunatumia, tunasema kilimo cha bustani. Ninachoshauri kwamba tufanye utafiti kwamba pawe na uhakika wa maji, hilo ndio la msingi. Kilimo chochote cha bustani kinahitaji uhakika wa maji. Pakiwa na uhakika wa maji, basi nadhani kwa eneo linakuwa linafaa na mazao yatakuwa mazuri pamoja na yote atakayofanywa katika mradi huu, ushauri na mapendekezo ya kitaalamu kuhusiana na lishe bora ukatolewa na afisa lishe wa wilaya hii, Veronica Ferdinand Malamsha. Kwanza nimefurahi kwamba wanafunzi wanaenda kupata chakula na itakuwa vizuri zaidi kwa sababu mmefikiria kuhusu swala la sustainability. Pia kwenye swala la nutrition, pia tuna changamoto ya iron deficiency kwa watoto wengi kwenye jamii yetu ambayo inasababisha asilimia kubwa wanakuwa na upungufu wa damu kuanzia wa chini ya miaka mitano, lakini pia hiyo inaonekana pia kwa watoto wengine kuanzia miaka sita na kuendelea. Sasa nikasema nitoe wazo kama mradi utatukubalia, Uh, hapo baadaye kufanya food fortification na itatuia rahisi, kwa sababu kama tutakuwa na uwezo wa kupata chakula cha kutosha kwenye store na tukafanya fortification yale mahindi, kwa hiyo tutakuwa na uhakika wanafunzi wote watapata chakula ambacho kiko fortified na iron na kwa namna hii nikawaza, wenzetu uh, wa Sanku ndo wanafanya provision ya fortification kwenye viwanda, lakini kwa vile hatuna kiwanda kikubwa ambacho labda kinaweza kafanya hicho kitu, tuna mashine tu za kusaga. Kwa maana hiyo kwamba tunaweza tukazisapoti mashine, wale wanatoa dozi na ni zile uh, mashine za kufanyia fortification for free, lakini tu ile fortification yenyewe, virutubishi mfano ayani ni unanunua sasa, wa wenye, wenyewe wananunua. Kwa maana ya kwamba kama kwa kata kuna shule kadhaa inaweza ikapatikana mashine moja, tukaireti ile kiasi kwamba tukaiwezesha kupata ile dozi ya moja, alafu tukasapoti angalau kwa awamu kadhaa kuwanunulia zile iron fortification fortificant zile, ili fortification ifanyike pale shule zote katika lile eneo lichukue chakula lifanye kukoboa mahindi au kusaga mahindi kwenye ile mashine ambayo itakuwa imesapotiwa. Masuala ya fortification. Ninaomba kama hilo swala litakuwa ni jema kwenu nalo, na mlichukue ili kusudi tuweze kuanzisha hiyo program ya kufanya pia fortification. Nafahamu kuna challenge pia kwenye swala la fortification, lakini kiuhalisia bado hata vyakula tunavyolima na umetoka kusema pia tunatumia sana pia mbolea even i, Kiwango cha nutrient kwenye bidhaa nyingi zimeshuka, na ndio maana hata ukija kuangalia kwenye swala la iron, na hata mazingira yetu mengi haya hayana kilimo sana cha mboga mboga. Kwa hiyo wanafunzi wengi, hata watoto wengi, na jamii kwa ujumla, unajikuta tunatumia vyakula vingi ambavyo viko less with iron, that's why tukiadi pia iron kwenye upande wa hivyo, tutakuwa tumelichukua kundi kubwa sana la watoto ambao wanaweza waka wamepata iron kwa mtindo huo. Kwa hiyo nilikuwa ninaomba tuweke na haka ka program ka fortification ikiwapendekea, ikiwapendeza, tukiweka kwa hizo centers na tukazireti mashine husika na tukawa support kwenye upande wa, wa dozia ambao Sanku wana provide, sisi tukawanunulia tu fortificanti. Kwa kiasi kikubwa itawasaidia. Kongole kwa kampuni ya Mkwawa kwa kuwa na jicho hili la ziada katika kuhakikisha watoto hawa wanakuwa na uhakika wa chakula shuleni kwa muda wote wa masomo. Ni dhahiri kuwa kukamilika kwa mradi huu mahali hapa kutakuwa ni somo kwa shule nyingine kuja kujifunza na kwenda kufanya ilivyo vema katika shule zao kwa manufaa ya wanafunzi wao. Niwashukuru wafadhili wetu kutoka Mkwawa kwa kutuona halmashauri ya wilaya ya Sikonge kwa namna walivyokubali kuja kutekeleza mradi katika kata ya Usunga. Mradi huu utaleta matokeo makubwa katika ufaulu na mahudhurio ya wanafunzi halmashauri zipo nane, lakini wameona umuhimu wa kuja Sikonge kwa sababu ufaulu wetu unakuwa ni wa chini sana, vile vile dropout nayo ni kubwa. Kwa hiyo tunaomba sana support, sio kwenye shule tu na pia kuna sehemu nyingi sana kwenye jamii ambazo zinahitajika sapoti yenu pia, ambazo sehemu nafanya ile kazi kwao. Pongezi zikiwaendee sana, niendelee kuwapongeza sana, endelee na huu na, na, na, na utaratibu ulioanzisha. Asanteni sana.